Matokeo ya mtihani wa moko kidato cha nne yameweza kutoka kwa mwaka huu wa elfu mbili na ishirini na tano. Baadhi ya mikoa ambayo matokeo ya moko yametoka ni pamoja na mkoa wa Morogoro. Uh, kama unavyoona katika wilaya zake zote hapo, wilaya ya kwanza, wilaya ya pili, utaangalia mfano kama hapo, hizo ni shule ambazo zipo katika wilaya hiyo na matokeo yake ni kama jinsi ambavyo yanaonekana, kwa hiyo unaweza ukaangalia matokeo ya kidato cha nne ya moku kwa shule yako kwa kuzingatia mkoa ambao shule hiyo inapatikana. Kwa kama uko mkoa wa Morogoro, matokeo yake tayari hapo hapo imeweza kutoka, lakini pia ukiangalia wilaya nyingine ya mkoa huo wa Morogoro ni kama hivyo. Kuna mikoa miwili kama Morogoro pamoja na Mbeya, matokeo yake tayari yameshakuwa updated, yameshawekwa. Kwa utaweza kuyapitia hapo, link nitakuwekea katika description linki ya kuweza kuona matokeo hayo. Kama ni mara yako ya kwanza kuingia katika channel hii ya Fairboy, hii ni channel inayohusiana na ajira, update zote kuhusu ajira kama kuitwa kazini, kuitwa kwenye usahili pamoja na nafasi za kazi, lakini pia update zote kuhusu elimu kama matokeo ya mitihani ya darasa la saba kidato cha pili kidato cha nne kidato cha sita, pamoja na matokeo pia ya baadhi ya university pamoja na college elimu yote. Utapata update zote kupitia channel hii. Kwa unachotakiwa kufanya ni kusubscribe tu katika channel hii, bonyeza neno subscribe, bonyeza alama ya kengele ili uweze kupata taarifa pale tunapotoa video mpya kila siku, lakini pia kama unahitaji kujua zaidi vitu vingine, unaweza ukajoin katika grupu letu la WhatsApp. Link ipo katika description pia ya video hii, utabonyeza link hiyo ili kuweza kujiunga na grupu letu uweze kupata update zote kwa karibu kabisa. Kwa hiyo, tukiangalia mkoa wa Mbeya matokeo yake pia yapo, shule zote za mkoa wa Mbeya matokeo ya moku kidato cha nne 2025 tayari yameshaweza kutoka. Kwa hiyo napenda kuonyesha baadhi ya shule chache, unaweza ukaziangalia matokeo yake, na link pia nimekuwekea katika sehemu ya description ya video hii ya kuweza kuangalia matokeo haya ya moku kidato cha nne elfu mbili na ishirini na tano matokeo ya mock kidato cha nne elfu mbili na ishirini na tano utaweza kuyaona hapo okay. Jambo la msingi unachotakiwa kufanya pia, unaweza ukalike video hii, ukashare video hii na watu wengine, ili na wenyewe waweze kupata matokeo haya kwa urahisi kabisa. Kwa hiyo bonyeza neno share, like video hii lakini pia usahau kuweka komenti yako katika sehemu ya comment section. Weka jina la shule yako katika sehemu ya comment section, na sisi tutaweza kukutumia matokeo ya shule yako. Unachotakiwa kufanya katika sehemu ya comment section, andika jina la shule yako, nitakutumia matokeo ya shule hiyo. Asanteni na karibuni kwa kuwa pamoja tangu mwanzo mpaka